Idara ya Saikolojia Chuo Kikuu cha Iringa kutoa elimu kwa jamii. Wanajeshi nane wa uawa kwa bomu lililotegwa kando ya barabara nchini Nigeria. Na katika michezo na burudani, ligi ya Kombe la Mbuzi yaanza kutimua vumbi katika viwanja vya Kigonzile. Habari mtazamaji wa UI Digital, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelson Jafeti. Idara ya Saikolojia na Ushauri na saha Chuo Kikuu cha Iringa imeandaa wiki maalum ya huduma mafunzo mbalimbali ikiwemo huduma za afya ya akili itakayoanza tarehe 16 hadi tarehe 24 Januari mwaka huu 2026. Mwanahabari wetu Cecilia Gegai anatujuza zaidi. Makamu wa Rais Idara ya Saikolojia Chuo Kikuu cha Iringa, Christian Elias Alais, amesema wameandaa wiki hiyo kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo michezo pamoja na midahalo wiki la psychology wiki ambalo litafanyika kuanzia tarehe kumi na tisa ya mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita mpaka tarehe 24 mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Uh, tunawakaribisha wanajiuwao wote kutengeneza eh, umoja na ushirikiano katikati yetu ambapo tutakuwa na activity mbalimbali mbali. Tutakuwa na michezo, tutakuwa na dialogue kwa maana ya midahalo. Naye mkurugenzi wa fedha, idara ya saikolojia, Ndugu Saul Samson amewaalika wanafunzi wote wa ndani na nje ya idara, kwani watapata elimu pamoja na mafunzo mbalimbali. Nipende kutoa hamasa kwa wanasaikolojia kuweza kujitoa kwa ajili ya kushiriki katika siku yetu ya psychology club ambayo itakuwa na kilele kilele chetu, itakuwa tarehe 24 mwezi huu, ambapo tutakuwa na michango mbalimbali mba. tumeandaa njia mbalimbali mba za kutoa michango ikiwepo njia ya huduma ya, ya fedha kwa njia za simu. Nao wanafunzi wa idara ya saikolojia na ushauri na saa wameeleza juu ya maandalizi hayo pia wamewashauri wanafunzi wenzao kujitoa na kuwa tayari kujifunza kwa ajili ya kujijenga na kuwafundisha wengine, kuwaambia watu kuhusu nini maana ya psychology, afya ya akili kwa kila mwana, kwa kila mtu. Na pia tutatembelea sehemu mbalimbali za watoto yatima, ili tu kuwafikia na wao katika hiyo nyanja ya akili ya afya ya akili tumeendelea. Sherehe kubwa na ya kuvutia tunawakaribisha wote. Pia sisi kama wanafunzi tumejiandaa vizuri sana kwenye michezo, kwenye maandalizi yote kwa ujumla, hata kwenye kufikia jamii katika wiki hiyo ya psychology. tuna napenda kuwashauri wale wote ambao wataenda kufikia katika kipindi hicho cha psychology kwa ajili ya mafunzo au kwa ajili ya kutibiwa afya afya za akili huko katika jamii zetu, waweze kupokea elimu hiyo waweze kuijenga, I mean, kiweze kuwajenga na waende kuisambaza kwa wanajamii wengine. Katika wiki la saikolojia, wataalamu wamejiandaa kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali mbali, ikiwemo afya ya akili na wamejiandaa kuwafikia makundi mbalimbali mbali, mtaani pamoja na hapa chuoni. Nikiripoti kutoka jengo la saikolojia, mimi ni Cecilia Gaigai wa UoI Digital. Wananchi wa mtaa wa Dodoma Road C wameiomba serikali wasaidie kuzuia uharifu na wizi unaoendelea kukithiri mtaani hapo. Mwandishi wetu Idi Mbalawa anaondani wa taarifa hii. Wananchi hao wamelaani vitendo vya uhalifu vinavyohusisha kuvunjwa kwa milango ya biashara, hasa majira ya usiku, jambo linalosababisha hofu na taharuki katika mtaa huo. Kuhusu uvunjifu wa amani hu mtaa, kuna watu ambao hatujui wanatoka wapi, lakini hatuelewi wanatoka wapi lakini kuna uvunjifu wa maduka ya watu, watu wanakaba watu, hatuelewi katika utafiti uliofanya si wenyewe, kasi wenyewe hatujui. Kujua changamoto ya mtaa wetu ni ya muda mrefu sana, kuna kipindi huu uhalifu wetu kwa udhibiti, lakini pia huu uhalifu nabia, nilikuwa naiomba pia serikali ya mtaa rudishe jishi langu la zamani ambayo iliaiaibitmaa ama auwe kwa sababu maduka mengi yanavunjwa, lawama zimekuwa nyingi, pia hata mitundano yenyewe pia imekuwa changamoto <laughs> hata hivyo, mjumbe wa mtaa huo Joseph Luambati amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kusema kuwa kama viongozi wameanza kuchukua hatua wa mbalimbali ikiwemo kuandaa polisi jamii ili kuweza kupambana na kuzuia uhalifu na sehemu hii ndio kuna matukio yametokea kwenye eneo hili kwenye eneo mitaa yote mtaa wote tulio nao, lakini hadi sasa hivi tumejipanga kuwa sasa hivi tunatakiwa ulinzi shirikishi unabidi uanze ndani ya mtaa huu. Tumewasikiliza wananchi wa mtaa Dodoma DC ambao wamelalamika swala la uhalifu unaendelea mtaani hapa, pia tumemsikiliza mjumbe ambaye ameelezea namna gani ya kuweza kukabiliana na uhalifu huo. Nikiripoti kutoka hapa mtaa Dodoma DC, ni mimi Idi Mbawala wa UoI Digital. Taarifa yake Mbalawa inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Simon Masorwa. Tafadhali baki nasi. Wanajeshi nane waliouawa katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria wakati bomu liliotegwa kando ya barabara lilipolipuka baada ya gari lao la kivita lilipokuwa likipita. Ripoti ya hali iliyoandaliwa kwa ajili ya Umoja Mataifa na ilionekana na shirika la habari la AFP imeripoti idadi ya vifo kutokana na mlipuko huo kuwa watu tisa. Imebainishwa kwamba wapiganaji kutoka Islamic State Africa Magharibi ISWAP walilipua kifaa hicho wakati wanajeshi waliposimamishwa barabarani kati ya Gubio na Damasak. Vilevile, Nigeria yenye watu wengi zaidi barani Afrika inakabiliwa na uasi wa wanajihadi, hasa uliojikita kaskazini mashariki, ukiongozwa na Boko Haram na kundi la pinzani lake la Islamic State katika Afrika ya Magharibi, ISWAP. Ingawa jimbo la Borno ndilo kitovu cha uasi huu wa wanajihadi mlipuko huo Gubio ulisababishwa na kifaa cha kulipuka uliotokea katika eneo lisilo la kawaida la aina hii ya bomu. Aidha, ikibainika kwamba ISWAP inapanua eneo la operesheni na inaweza kuwa inaweka vifaa vya kulipuka vilivyotengenezwa kienyeji mbali na maeneo yake ya kawaida. Kulingana na ripoti hiyo, wanajeshi nane waliuawa. Hata hivyo, vikosi vya kijeshi vya Nigeria bado havijathibitisha rasmi shambulio hili la wanajihadi. Chanzo hiki cha kijeshi kimeripoti shambulio la kuvizia lililofanywa na wapiganaji wa ISWAP ambapo kifaa cha kulipuka kiligonga gari lilostahimili mabomu na lilolindwa na mashambulizi ya kuvizia. Asante sana Simon kwa habari hiyo. Mtazamaji, zifuatazo ni habari za biashara na uchumi, tuungane naye Jonas Chanda Wauzaji na washonaji wa viatu mkoa wa Iringa wametaja changamoto zinazowakabili katika kazi yao. Mafundi wa viatu kutoka Kihesa, mkoa wa Iringa, wameeleza kuwa moja ya changamoto wanazokumbana nazo ni pamoja na uhaba wa malighafi. materials zinapatikana, kuna wakati mwingine tunaagiza materials Dar es Salaam, wakati mwingine tunachukulia tu hapa hapa, inategemeana sana kazi, kazi zikoje. So, kuna wakati mwingine tunakuwa na kazi nyingi sana, kwa hiyo tukichukulia materials hapo inakuwa inatukaba, tunaamua kwenda tu Dar es Salaam kuchukua ya. Mimi namwambiaje na ila, changamoto ya kwanza unakuta mteja akakupa kazi saa hizi na anataka sasa hivi, wakati anajua kabisa kuna wezake ambao amesha tangulie, lakini hivyo hivyo tunakabiliana nao. Kikubwa sisi tunafanya biashara, tunamwambia tu mteja subiria au njoo baada ya muda fulani hivyo

Nao wafanyabiashara wanaojishughulisha na ushonaji wa viatu na uuzaji wa soli za viatu pamoja na mabegi wameeleza changamoto ambazo wanakutana nazo katika biashara hii, lakini pia namna ya upatikanaji wa material kwa mkoa huu wa Iringa. Nikiripoti kutoka hapa kiwanda cha uuzaji wa viatu na soli pamoja na mabegi, mimi ni Jonas Chanda kwa UOI TV. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea, ni wasaa wa habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Yohanes Lusungu. Ni kusihi, salia nasi. Mchezo wa mpira wa miguu uliochezwa katika viwanja vya Kigonzile na kuwakutanisha wanafunzi wa diploma ya sheria pamoja na ngazi ya shahada ya kwanza umetamatika kwa sare ya bao moja kwa moja huku washindi wakitinga fainali katika kuwania kombe la mbuzi. Wakizungumza baada ya mchezo, makocha wa timu hizo wamesema wameridhishwa na viwango vya wachezaji wao na sare hiyo itawasaidia kuweka timu kwenye nafasi nzuri. Ah, mimi nimecheza kumwambia ni kwamba sisi bila kujali wao watajiandaje, sisi tuta, tunaamini mpinzani wetu sio changamoto, ni ugumu wa mechi, lakini pia naweza nikasema kwamba ni ni vitu vya kawaida kwenye mchezo kutoka soka, lakini tunajipanga vizuri kwa mechi ijayo, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Ni kwamba tunaenda kujipanga vizuri, ili mechi inayokuja kufanya vizuri zaidi na ni lazima tutoke na ushindi mechi ijayo. Nao wanaoga wa timu zote mbili wakaahidi kupambana zaidi ili kushinda zawadi ya kombe la mbuzi na shilingi laki moja kwa mshindi wa pili. Mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa maana benchi la ufundi kocha alitueleza kwamba tukiingia kipindi cha kwanza au tukianza mpira tuanze kwa focus kwa maana ikatupa goli lakini pia kila mtu namut, alikuwa na motisha wakati wa mpira. Anamotisha akicheza mpira. Tukubali hmm. So, kwamba ni suluhu au nifungwe principal nakuja nao katika mchezo wa mwisho, ni kushinda kwa sababu ubingwa ambaye aliyeshinda jana Amba, ambao ambao timu zote wanamshindwa, mimi nimesuru naye, kwa hiyo mimi naonekana na timu nzuri. Mashindano katika kitivo cha sheria yameendelea katika viwanja vya Kigonzile, huku mwaka wa kwanza wakionekana bado kushika nafasi ya kwanza kwa alama nne wakitoshana nguvu na diploma mwaka wa pili. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Kigonzile, mimi ni Yohanes Lusungu, UoI Digital. Shukrani sana Yohanes, kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Mtazamaji wa karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki, kwanza Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo nimekuandalia msamiati wa neno sogora. Je, unaelewa nini ukisikia neno sogora? Pende tukatizame baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakituelezea maana ya neno sogora. Tumekuona maneno tofauti tofauti katika lugha ya Kiswahili tunayatumia tuna mtaani, lakini hatujui maana yake. yeah. Vipi ukisikia neno sogora, wewe unaelewa nini? sogora. eh.

tumetoka kwa tidhama baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wakieleza maana halisi ya msamiati wa neno sogora, lakini wengi wao wameshindwa kutambua maana halisi ya msamiati huo. Na maana halisi ya msamiati wa neno sogora ni kufanya kitu kwa haraka pasipo na mpangilio. Nami ni kuache na sentensi isemayo Karimu, anapenda kufanya vitu kwa oh, usogora rangu jina ni Fariji Kasanga, UoI Digital, habari ka kidigitali. Na hiyo ndiyo maana ya msamiati wa leo, mtazamaji. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Nelson Jafet, asante na alamsiki.